Mgeni tuliomwalika studio leo ni Matai Kirumbi, mkurugenzi msaidizi elimu uelimishaji umma, anatoka taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa hapa nchini TAKUKURU. Tuzungumza naye masuala kadhaa yakihusu namna ambavyo wanaipeleka elimu, na hasa kwa vile jukumu lake ni uelimishaji, basi tutakaa hapo sana kujua mengi kuhusiana na yale ambayo wamejipanga nayo. Matai, karibu sana kwenye studio zetu hapa UFM. Asante sana. Na, na sauti yako na, na iko kwa mbali kidogo. Sina shaka uko uko salama salimini. namshukuru Mungu niko vyema. Sawa na. Na. So, tunayo mengi ya kutaka kufahamu si tu kwa faida yetu, lakini kwa faida ya msikilizaji anayetusikiliza na kwa vile unalo jukumu kwenye suala la uelimishaji, basi tukasema tutakaa hapo kwa kiasi kujua mm. yale ambayo mnayafanya hasa kwenye kipengele cha uelimishaji. Taasisi yetu ya kuzuia na kupambana na rushwa imekuwa na jukumu na kwa mfano kwa kipindi kama hiki nchi mm -hmm. yetu iko kwenye kampeni, tunaelekea kwenye uchaguzi mkuu, na imekuwa ikipita miaka mitano tunafanya hivyo tena mara kwa mara. Sasa kwa tathmini pengine ambayo labda mkishaifanya au ina, inatokana na tathmini nyingine za nyuma, suala la hali ya rushwa kwa kipindi kama hiki tunapoelekea kwenye uchaguzi kwa sasa mnaona ikoje, tangu tulipoanza mchakato wa kura za maoni kwenye vyama mbalimbali mbali, wakati wakiteua wagombea wao kwenda kwenye majimbo mbalimbali mbali, mpaka tupo wakati huu sasa tukiwa tumesalia na siku kadhaa tu kabla hatuja kwenda kwenye masanduku ya kupiga kura. Karibu. Asante sana. E, tathmini ya hali ya rushwa ikoje? Naam, mara nyingi swali kama hilo likiulizwa baada ya mtu anakuwa anataja tuambie hmm. tu, kwamba ada ya rushwa imeongezeka na wengi wanapenda kusikia darusha imeongezeka, lakini naamini wengi wanapenda vivyo kusikia rushwa imepungua. Sasa labda mimi nieleze jambo moja. Tunapo tunapo tunaposhughulikia rushwa katika uchaguzi, tunashughulika katika njia tofauti. Umezungumzia mm. uelimishaji, ni kweli tunafanya uelimishaji kwamba wananchi, wakiwemo wagombea wenyewe, wafuasi wao, e, wapiga kura, vyama vya siasa kwa jumla mm. na, na Watanzania kwa jumla kwamba wafahamu labda rushwa katika uchaguzi ni ipi? madhara yake ni yapi? mm. na achukue hatua gani? mm. na kubwa, si, na tunasisitiza thamani ya kura kwa mwananchi. Thamani ya kura kwa maana gani? kwamba najua inawezekana mwananchi anaweza sijue thamani ya kura yake yeye, mm. mm, lakini uch, mchakato wa uchaguzi mm, katika nchi ya Tanzania kama hivyo katika nchi zingine zote, lengo lake kubwa ni neku, kuingiza serikali madarakani. Sasa ukiangalia katiba Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika ibara nadhani ya nane ibara ya nane ibara ndogo ya kwanza inasema ina kwamba serikali itapata madaraka na mamlaka yake na kutoka kwa wananchi. Sasa inapata vipi? Ni kupitia sanduku la kura, na ukiangalia ibara ya tano inasema kwamba kila mwana mtanzania ambaye amefikisha umri wa kupiga kura na ana sifa zile za kupiga kura kwamba hajazuiwa kupiga kura, basi atakuwa na haki ya kujiandikisha na kupiga kura. Anapopiga kura yule mwananchi pale, ndio anapoipa serikali madaraka na mamlaka ya kumwongoza. Na ibara hiyo ya nane, ibara ndogo ya kwanza b, inasema kwamba lengo kubwa la serikali ni ustawi wa, wa, wananchi mm. Na mwisho anasema kwamba serikali itawajibika kwa, wa, kwa wananchi hawa kwa kikubwa tunapofanya uelimishaji ni kutaka mwananchi kwanza atambue hiyo thamani ya kura, kwamba katiba inampa haki ya kupiga kura iwapo ana sifa hizo, na anapopiga kura anaingiza viongozi wa kuwa viongozi katika serikali. Sasa sisi tunapofanya uelimishaji, tunataka mwananchi atambue hii na atambue madhara ya yeye au mwingine kujihusisha, kwa sababu mwisho wa siku vitaathiri lengo kuu la serikali la kuleta ustawi kwa wananchi kwao, ndio sehemu kubwa mpo, tunafanya uelimishaji, tunafanya tunazungumzia vitu vingi kwenye uelimishaji, kama nafasi ya ruhusu inavyoelezea, lakini ndio lengo kubwa la kufanya uelimishaji. Sasa ukiacha kufanya uelimishaji kama taasisi inavyoitwa Yeah. Ta Tasi, taasisi ya kuzuia na kupambana. Mm. Sasa kuna kuzuia, kuna kuna kuelimishaji. Lakini mm. tunafanya vitu vitu tunafanya utafiti kwamba yeah, katika kipindi hiki cha mchakato ch ch ch ch ch wa uchaguzi kama ambao ulikuwa mwaka jana uchaguzi, mm. wa serikali za mitaa na huu uchaguzi mkuu mm. tumefanya utafiti wa kubaini je, je, katika, katika, tunapo tunapozungumzia mchakato ch wa uchaguzi je, sheria ya uchaguzi au kanuni za zinazotumika katika, katika uchaguzi je, kuna sehemu yote ambazo zinajenga mianya ya rushwa mm. Kuna fanya utafiti tuweze kubaini kama kuna nyanya ya rushwa, labda kama kuna udhaifu wa sheria, udhaifu wa taratibu, kanuni, ili tuweze kushauri mamlaka kwamba tunadhani hapa kuna udhaifu na unajenga nyanya ya rushwa, tuangalie jinsi ya kuziba. Kwa sababu uchaguzi huu unapoenda ukaisha ndio maandalizi ya uchaguzi mwingine, kwa hiyo unafanya hili ili kuweza kwamba vitendo hivi visitokee katika uchaguzi mwingine utakaokuja. Tulifanya hivi katika uchaguzi wa mwaka elfu mbili na tano, nakumbuka tukashauri kwamba tumefanya utafiti, tukashauri kwamba ile kampeni ya nyumba kwa nyumba aya, ni mwanya mkubwa sana wa rushwa, sababu mgombea anaingia katika nyumba ya matai kufanya mm -hmm, kampeni anasema anafanya sebule nani atasema atambata naye ndani kule kumfuata na kufanya kampeni. Tukashauri kwamba utaratibu wa kampeni za nyumba kwa nyumba una mwanya mkubwa sana wa rushwa, kwa hiyo tushauri kwamba utaratibu usitishwe. Nashukuru kwamba mamlaka ziliona hilo na hivi sasa hivi kwamba swala la kampeni ya nyumba kwa nyumba hazifanyiki sasa hivi yani mm. kutokana na kwa, kampeni ya nyumba kwa nyumba, eee, yaani mtu nyumba kwa nyumba kwamba kwa kwa mtu anapita katika nyumba na akafanya kampeni, utaratibu umezuiwa. Wao wanasema wanapita, wanazungumza na wanaacha. Sasa hiyo ni tofauti anazungumza na mtu, tunasimulia kampeni kama hivyo, tunasema kwamba kampeni zinaruhusiwa kwanza saa mbili mpaka saa kumi na mbili jioni. Utaratibu wa nyumba kwa nyumba hamna. Hiyo anaposema anapita kuongea na wananchi ni tofauti, atakuwa anatumia lugha tu kwamba anazunguka kuongea na wananchi, lakini kama anafanya kampeni haziruhusiwi kwao kampeni. Tulitoa ushauri huo na zili, zili, zilisikia na zikafanya hivyo. Kwa hiyo sasa, labda nimalizie kabla ya kampeni yes, um, um, kwa hiyo, hiyo ni katika upande wa kuzuia. Sasa nikuja upande wa kupambana, ndio inakuja dhana kwamba mm. Tumepokea da taarifa au tumefuatia jambo fulani, tunafanya uchunguzi. Uchunguzi kama ushahidi upatikani, utasenda mahakamani. Wakati mwingine ushahidi upatikani, tunaishia kutoa maoni kwa, au ushauri kwa mamlaka za chama husika kuhusu ada mwenendo wa, mgombea, wa mgombea au mtiania kwamba ada tunaona kwamba e, eh, mgombea ni huyu ingawa ushahidi apatikana, lakini kuna, kuna viashiria hivi na hivi na hivi, kwao wachukue hatua mm-hmm. na kwa sehemu kubwa sana sababu umesema kwa swala lako kutoka kwa tathmini kwamba hali ikoje? mm -hmm. Mm, tulikuwa tunafuatilia uchaguzi toka enzi ambazo watu wanaanza mchakato wa ndani wa vyama mpaka nafika hatua kwamba vyama vimepeleka majina kwa tume na tume imetangaza wagombea kwa mm. kutoka na vyama tofauti tofauti na naweza kusema so, kwamba sisi tunashukuru kwamba kwa wale ambao tulipata taarifa zao tukapika katika vyama husika kwamba kuna mwenendo usiofaa unaoashiria vitendo vya rushwa ingawa shabi ipatikana kuhusu dhidi ya watiana wenu vyama vingi sana havikuwarudisha kuwa wagombea vingi sana kwa hiyo naweza nikasema kitu kimoja kwamba kwa, kwa tathmini kwa sisi kwamba sisi mwenyewe tunaona kwamba tunaenda vizuri kwa maana kwamba lengo letu sisi la kuzuia vitendo vya rushwa linafanikiwa mm. na lengo la kuzuia mtu ambaye tunaamini kwamba akiingia madarakani hata timiza lengo la kuleta hospitali kwa wananchi mm. linatimia kupitia kazi ambayo tumefanya katika kufanyika. Tarehe 29, tutakuwa na taarifa ya jumla utakapo ta kuanzia ngazi ya wilaya mm. mikoa, mpaka makao makuu kwa maana je, tumefanya nini tulifanikiwa katika sikia, changamoto zilikuwa ni zipi, ili tuweze kuona kwamba baada hapo tunaenenda vipi katika chaguzi nyingine, sababu unajua zitakuwepo chaguzi ndogo wakati mm. huu wa, wa, wa, wa kampeni ambazo bado zinaendelea mm. uh, simu wanaotumia simu za mkononi kumekuwa na ujumbe ambao huwa unatumwa mara kwa mara wa TAKUKURU mm. eh, kutoa taarifa za matukio ya rushwa mm. eh, tathmini, nisalie palepale kwenye tathmini mnapokea ripoti kutoka kwa wananchi wa mm. mm. mm. okay. moja kwa moja ama bado ninyi ndo ambao mmekuwa mkibaini matukio hayo? Naam, kwamba kupitia ujumbe tunaotoa, kwa kupitia ujumbe wa SMS ni moja kumi na tatu, kwamba je, tunapata taarifa kupitia hawa, labda ndo swali lako. Unavyoona, naweza nikasema kitu kimoja kwamba inawezekana mtu akawa amehamasishwa na ule ujumbe, sababu ule ujumbe kama ukisoma jumla ambazo tunazituma hazizungumzii tu mtu kutoa taarifa ya taarifa mia moja kumi na tatu kupitia namba mia moja kumi na tatu Kuna elimu ambayo tunampatia, kuna mwingine akaelimika tu na asiye na jambo la kutoa taarifa kwetu. Na inawezekana katika taarifa ambazo tunazipokea, inawezekana mwingine ametoa taarifa kwetu baada ya kuwa amehamasika kupitia ujumbe. Lakini sio kwamba lazima anapotoa taarifa aseme kwamba nilipata ujumbe kupitia ujumbe wa maandishi ikimwambia kwamba atoe taarifa mia moja kumi na tatu, ndiyo maana nime, nimetoa taarifa kwao. Wapo ambao wanaweza kutoa taarifa sehemu hivyo. Ninachomshukuru Mungu ni jambo moja kwamba kuna sura mbili katika hizi ujumbe ambao tunatuma, wapo ambao wanakereka na, wana mm. na ujumbe unaotuma ujumbe lakini ujumbe umemfikia, alipiga simu, alipiga simu namba mia moja kumi na tatu u kua nimepata nimepata mawazo fulani, ni jinsi gani ambavyo naweza nikashikiana na nini ku, ku, ku, kuelimisha Watanzania katika njia nyingine tofauti. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba kwamba ule ujumbe una dhana mbili, moja ni taarifa, lakini kuna elimu ambayo tunampa kwa hiyo, moja kaelimika na kile ujumbe ambao tumemtumia na kuona kwamba kumbe naweza nikashikia na TAKUKURU katika ku, kuwafikia Watanzania wenzangu kwa njia ya elimu kwao. Huo ujumbe una hizo aspekt mbili, kwamba kuna kutoa taarifa na kuna mwingine kuna elimu anapata, na yule ambaye mm, natoa taarifa halazimiki kwamba amba natoa taarifa kwa sababu mniambia ntoe taarifa bwana. Mimi metoa taarifa kwa sababu nimeona kwamba Matai anafanya jambo moja mbili tatu ambalo halifai katika mchakato wa uchaguzi na naona ni ishara ya vitendo vya rushwa. Sawa msikilizaji, tunazungumza na Matai Kirumbi, mkurugenzi msaidizi uelimishaji umma, anatoka taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa. Yale maoni unayoniandikia kupitia nambari ya sifuri sita mbili moja mia moja na saba mia moja na saba baadaye kidogo nitasoma ili walau wapate kujua nini hasa na wewe msikilizaji ungependa kukifahamu. Lakini Matai, kuna wakati TAKUKURU siku za karibuni tu, wala si siku nyingi sana, mlieleza wazi wazi kwamba kuna baadhi ya ahadi za baadhi ya wagombea zipo kwenye mrengo wa rushwa. Sasa je, mwananchi wa kawaida anaenda kus, kusikiliza sera wanazonadi wagombea mbalimbali na vyama vyao, anawezaje kujua hii ni ahadi yenye mrengo wa rushwa? Tuanzie hapo, asante sana. Labda nieleze ni jambo moja duniani kote mm, katika nchi ambazo zinafuata mfumo wa demokrasia kupata viongozi wa nchi, ambavyo unajikuta kwamba vinaingia katika mchakato kama tuopo sasa hivi wa kampeni mm, wagombea wote wanapopanda katika jukwaa, anatoa ahadi ni kwa namna gani ataleta ustawi kwa wananchi wake kwa sababu ukirudi katika sheria kama sheria kuzuia rushwa, sheria kuzuia na kupambana na rushwa, nasema kwamba hata mtu akikuahidi hongo mm. na ukiahidi kuipokea ni kosa, lakini je, hizi ahadi ambazo zinatolewa katika majukwaa ni rushwa si rushwa? kwa sababu gani? Kama unavyosema kwamba ibara ya nane ibara ya ndogo ya kwanza b inasema kwamba lengo kuu la serikali ni ustawi wa wananchi. Na ndio lengo kuu la serikali zote duniani, ustawi kwa wananchi, kwa zile nchi ambazo zinafuata mfumo wa demokrasia tunapokuja kunadi sera, kila mtu lazima aseme kwamba yeye akipewa ridhaa ya wananchi kuongoza atafanya nini kuwaletea ustawi wa wananchi wale, wa kisiasa, kiuchumi na kijamii, lazima aeleze. Na ndio maana hakuna duniani kote, huyu jambo analipenda sana kulirejea mara kadhaa, kwamba hakuna mgombea ambaye atakapopanda katika jukwaa atasema kwamba mkinipa ridhaa ya kuongoza nchi hii, hmm, kama ni Tanzania sasa, mimi nita, nitafumua barabara zote za lami zibaki vumbi nitaenda nitavunja hospitali zote tulizozijenga, tutakuwa tunatibiwa chini ya miembe. Hakuna sababu, ukifanya hivyo, maanake unawarudisha watu nyuma. Kwa ahadi za wagombea wakiwa katika majukwaa, ni kwa namna gani watatetea ustawi wa wananchi. Kwa atawambia, mi nadhani, ada kodi katika jambo hili zimekuwa, zimekuwa juu sana. Sisi tutapunguza kodi katika, katika eneo hili labda kama ni katika mbolea ili muweze kupata mbolea kwa bei nafuu, muweze kufanya nini? Shughuli za kilimo ipasavyo. Kwa hilo ndio lengo kuu la wagombea wote wakipanda majukwaani, kuonyesha ni kwa namna gani wao watafikisha au watawaletea ustawi wa wananchi. Kwa hiyo zile hadi ambazo au wanachotezea wagombea wakiwa katika majukwaa sio hadi yenye rushwa sasa ni hadi gani ambayo ina mrengo, ina mrengo wa rushwa ni pale ambapo nakwambia nichague mm. nitakuajiri tofauti na mgombea ambaye anasema mkitupa ridhaa ya kuongoza tuta, tutaboresha mazingira katika, katika ya kuweza kuwa na, na viwanda vingi sana ambavyo vitatengeneza ajira kwa watu wetu tutatengeneza mazingira ambayo tutakuwa na kilimo bora zaidi Ahadi hiyo ni tofauti nikwambia kwamba nichague, nitakuajiri, nichague, nitakupa trekta. Kwa ahadi zote ambazo ziko si katika mrengo huo, kwamba mtu anakuambia nichague, nitakufanyia hiki, nichague, yaani moja kwa moja hiyo inakuwa ni, ni, ni, ni ahadi yenye mrengo wa rushwa. Ni tofauti nikisema kwamba mkitupa ridhaa ya kutuongoza tutapunguza kodi ya, ya vifaa vinavyoingia vinahusiana na uvuvi, ili kufana kwamba mtu aweze kumudu kununua vifaa vya uvuvi na aweze kufanya shughuli zake za uvivu, uvuvi kwa gharama nafuu. Hiyo ndo tofauti ya ahadi hizo mbili. mm -hmm. kwa mwananchi aone hilo kwamba yule ambaye anakwambia nichague nitakuajiri, au anakwambia chukua shati hili afu nipige kura, huyu anakutaka wewe, anakupa rushwa au anakuahidi kwamba atakupa rushwa kwa njia hiyo. Haya, sawa, na natumai umeeleweka vizuri. Lakini kuna niseme ni, ni tu kwamba kuna taarifa chache zinazoripotiwa kuhusu matukio ya masuala ya rushwa. ni aina gani ya watu wamekuwa wakiripotiwa zaidi, pengine kwa taarifa ambazo mmekuwa mkizipokea? taarifa nyingi ambazo tumezipokea toka enzi za mchakato wa wa kupata wagombea mm. katika vyama mpaka sasa hivi, taarifa zote zinakuwa zinawahusu zina wagombea mm. Sababu wao ndio wanaomba ridhaa ya kutuongoza. Kwa hiyo hata kama asipofanya yeye mm. akamtumia wakala au akamtumia Matai, lakini sehemu kubwa, kwa asilimia kubwa ni wagombea ndio taarifa ambazo zinakuwa zinawahusu zina, na ndio maana pale mwanzo nikasema kwamba hata ilivyokuwa katika mchakato wa kupata wagombea ndani ya vyama sisi kwa wale ambao tulipokea taarifa tulikuwa na kwamba wana, wana, wana, wana menendo ambao ina, ina, ina, na vasha nyrushauoka taarifa katika vyama kwamba vyama, hawa hapa wana enendombao siofaa hawakuaudisha katika, katika, katika nafasi za kuwa wagombea wa vyama vyao. Kwao taarifa nyingi zinakuwa zinawahusu wagombea, hasa sababu ndio ambao wana, wana, wana nia yaku kwamba ridha yetu sisi sawa. Naomba nisome ujumbe sasa, wasikilizaji ambao wametuandikia maoni na wengine wakiuliza wa maswali. Anaandika mm -hmm, msikilizaji wetu anaitwa Daniel Wangwe kutoka Kagoja, Rorya, Musoma huko Mara, anaandika anasema, rushwa bado ni changamoto sana kwenye nchi yetu hii ya Tanzania, hata mkiachana na uchaguzi bado. Mkurugenzi eh, akubali kwamba yako mambo ambayo yamekuwa yakichagiza yakichangia hata mienendo hiyo ya rushwa, ukamalizia hivyo. Ujumbe wake mwingine anasema, anaitwa Onesmo Mwakabungu wa Mwananyamala Papa, Dar es Salaam, anauliza anasema, je, mgombea anapotoa mchango wake kwenye tatizo kwa mfano kama msiba na matatizo mengine yanaokumba wanajamii katika eneo lake hiyo nayo ni rushwa? Kauliza swali Onismo oka mwananyamala pa Dar es Salaam. Mwingine ni msikilizaji wetu anasema mm -hmm. tungepata tunge mm. Tungepata jawabu kwanza, eh, eh, eh, sawa sio, sio vibaya. Wakati huu naye kakamata na, na, na, akaendelea kujibu mengine, wakati nami nayapitia mengine. Ndiovile muda wetu nao nakimbia kimbia sana. Rushwa bado ni changamoto, na kwa maana kwamba vitendo vya rushwa bado vipo na sio Tanzania tu katika nchi yote, kwa, kwa sababu tunasema ru, rushwa ni kama ilivyo dhambi kwamba tumeanza kuenda makanisani na miskitini na majamatini e, katika masinagogi toka tukiwa watoto mpaka leo hii, na tunakumbushwa kila siku kwamba hili ni dhambi, hii ni dhambi, usifanye hiki, hiki ni dhambi, na bado mwanadamu sababu ana hulka kukengeuka, akitoka anaweza katoka tu watu wachache toka kanisani au msikitini au katika sinagogi na akatenda rushwa akatenda dhambi, sababu ni hulka mwanadamu kukengeuka. kwa ndivyo hivyo hivyo, inakuja katika swala la rushwa kwamba rushwa, kama ilivyo jinai zote, huwa hakuna sehemu ambao, hata zile nchi ambazo zimeendelea sana ambao tunasema so, kwamba yani hali ya rushwa iko chini, sio sifuri, ipo lakini kwa kiwango cha chini, sababu ndio jinai ilivyo kwamba jinai inapungua mm. Haiwi sifuri, sababu katika jamii yoyote duniani ni hulka kwamba wapo watu ambao hata ukifanyaje atatenda kosa, atatenda jinai. Kwa hiyo tunakuba asada kwa huyu mgombea akitoa mchango katika msiba mm. ni rushwa mm. Mgombea anapokuwa mgombea hakumfanyi yeye, sio mwanajamii, hakumvui hakumvui haki yake na sifa yake ya kuwa mwanajamii mm. wa, wa jamii fulani mm. pale alipo, hakumvui haki hiyo. Kwa hiyo anapoenda katika katika katika msiba, akatoa mchango wake, anautoa mchango kama mwanajamii wote itakapotokea akatoa mchango akasema, jamani, mm. ni mchango wangu milioni mbili huapa hapa, lakini nikumbuke bwana, tunaelekea katika uchaguzi <laughs> kota ishirini na tisa msiache kunipigia kura hapo ha, atakuwa ametoa rushwa mm. Lakini kama anatoa mchango kama anavyotoa mchango maji mengine yote hapana, tusiwatenge, kwa sababu tupo katika mchakato wa uchaguzi. Sababu tukiendelea hivyo hata kesho mgombea anaweza kafiwa, tukasema mm. a a tunaweza tukaenda kumpa pole afikani hapo kwa hiyo hiyo. Hmm. Haa. Kwa vile muda unayoyoma una yeah, wacha tuweke maswali machache ya wa wasikilizaji, alafu e, utamalizia mwisho kabisa. Bila shaka, raja msikilizaji wetu Idi Omari kutoka Mikuyu kule Tandahimba Mtwara, anasema je, huku tukisema wagombea wanafanya vikao usiku na wengine hata kutoa vijisenti, je, tutoe ujumbe kwamba ni rushwa, na hili TAKUKURU mnalifanyaje? Msikilizaji wetu kutoka Mtwara, katika swali lake lina vipengele viwili. Wagombea mm. wanafanya kazi usiku mm. wanafanya vikao usiku. Hakuna sehemu ambayo anakataza asifanya vikao usiku, hakuna katika sheria ta katika kanuni. mm. Wanaanza kufanya vikao mda wote ambao nafasi yao wanaruhusu kufanya vikao, ili mradi ni vikao halali vya wagombea. Asa anasema wanatoa vijisenti sasa. Mm. kama wanatoa vijisenti, hiyo mchana, hiyo usiku wanatoa vijisenti, katika mira jigan anatoa vijisenti kanani, labda kama anatoa fedha kwa wapiga kura na kwa na kwa kwa kwa kuwaomba kwamba kwa senti anazowapa anazo, basi wampige kura, hapo wanakuwa wanatoa rushwa. Mm. Na katika misingi kama yeye amesema yuko Mtwara, akiwa Mtwara ndi wajibu wake mkubwa ni yeye kutupa taarifa, kwa sababu yani kama ambavyo tuko hapa sasa hivi inawezekana kwenye tendo la rushwa linatokea linatokea ndani ya jengo hili la Azam sio na, ndio, e, sasa kama kuna mtu analishuhudia na asitoke asitoke kusema kwamba kwa kuna tendo cha rushwa kinajiri humu ndani ya ofisi, TAKUKURU haiwezi kafahamu, haiwezi kufahamu. Kwa hiyo ni wajibu wake kutupa taarifa, na hata akiwa Mtwara akipiga namba mia moja kumi na tatu, sisi taarifa itatufikia na tutaifanyia kazi. swali lako Raj, swali so, langu so lilikuwa so, so linakuja pale kwa yule ambaye ana anazungu, anatoa msaada au mchango, halafu kama anajawataka vile. Nikatoa mfano, nika, uh, nikataka kuuliza yule ambaye anapanda m usafiri wa umma mm halafu -hmm. anaamua kuwalipia Uh, abiria wote ni, wa, ni waeneo husika maeneo la, la, la jimbo pengine ama kata ambayo anagombea diwani ama ubunge mm. Kwamba mimi hawa nawalipia wote mm. Kwa tafsiri iliyojificha ambayo sio moja kwa moja, nasema huyu hapa anafanya kwa sababu lengo hili mm. Bado yes. Pia mnaitafsiri kwamba si rushwa kwa sababu hajatamka lile neno kwamba ili mnipige kura, huyu ana, ana, anatoa anawalipia watu nauli katika kipindi hiki eh. Kwa usafiri kwamba kwamba unatoa na na hapa na ofa ya kuwalipia nauli kwa kutoka hapa kwenda pointi nyingine, tunasema ndio. Kwamba huwezi kusema kwamba, yani unathibisha vipi kwamba anawahonga? Huwezi kusema kwamba hiyo ni hongo sababu tunasema kama hongo au rushwa inatoa pale ambapo mtu anayetoa anataka upata upendeleo fulani asei alivyotoa vile, ametamka lolote kwamba jamani mi nawalipia hili sa, mbona kuna mazingira ambayo mtu anaeza kaingia, mm. anaweza kafika mahali ukaamua uka kutulipia sisi chai sio, mm. lakini sisemi kwamba nawalipia chai nifanye jambo fulani hasa, kitu nachokuja kwamba katika, katika misingi katika pindi kama hiki ndio naweza kazua tafutani kwamba mtu weza kwa nini atulipia nauli kipindi hiki na sio wakati mwingine mm? yule ambaye ana, analipwa nauli ajiulize mm. mm, au, au, au, katika, katika na akijiuliza hivyo sasa, arudi katika ile dhana sahihi hivi huyu jamaa ambaye katika kipindi cha miaka mitano yote hajawahi kufikira kutulipia nauli leo anatulipia sisi nauli, ametuonaje? Kwa sababu tunasema kwa hivi mm. thamani mm. yako wewe kwa mm. kifupi sana thamani mm. yako wewe, thamani ya utu wako hailinganishi na fedha k kama mwananchi au mpiga kura atakubali kupewa kulipiwa nauli, kupewa chakula. Ametoa, kama anatoa kwa lengo lake anakuthaminisha utoa kwa wewe na kile ambacho anakitoa. Sasa kama mwananchi jiulize wewe thamani yako ni nauli ya shilingi mia tano au ya shilingi elfu moja na ukichukua nauli ukatafsiri katika kipindi cha miaka mitano ijayo inakuwa shilingi ngapi na hata sumu itakuwa ifiki kwa hiyo, ni mambo ambayo mpiga kura ndio maana anasema kwamba hata kama yule ambaye anasema kwamba shilingi elfu kumi na nipigie kura shilingi elfu kumi Yakukutoa hapa mm. kwenda sehemu fulani, we mwisho wa siku fika katika siku apiga kura juza maswali mawili. Matai tunakushukuru mm. sana. Ma, na, naomba uondoke na ujumbe huo, msikilizaji mm. Matai, usikilize mm. vizuri, mm. msikilizaji wetu anasema, binafsi naomba nimwambie ndugu Matai Kirumbi kutoka TAKUKURU yeye, mm. msikilizaji wetu anaona vizuri, mkaendelea kutoa elimu mm. hii itasaidia wananchi kufanya maamuzi sahihi ya kuchagua mgombea atakayewaletea maendeleo. Msikilizaji wetu anaitwa Emmanuel Maasili Giti anapatikana Meatu Simio. Nashukuru sana kwa maoni yake mazuri asante. Matai, na sisi tunakushukuru, asante kwa kuja hapa UFM, asante kuzungumza na wananchi. Natumai ulichokizungumza kimeeleweka vizuri, kwa maswali machache ulioyajibu. Tukutakie majukumu mema, kila laheri. Wakati mwingine, mara nyingine tutakualika tena hapa studio. Nashukuru sana.